Karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais. Huku visa vya mikasa ya moto vikiendelea kushuhudiwa katika soko mbalimbali mbali, hasa katika soko ya Gikomba jijini Nairobi. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa taarifa kuwa serikali imeanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha mikasa hiyo, hasa mkasa wa hivi majuzi katika soko la Gikomba uliosababisha uharibifu wa mali na kuacha zaidi ya wafanyabiashara mia tatu wakikadiria hasara kubwa. Going forward for Gikomba.

Kindiki akiwahakikishia walioathirika kuwa serikali itawasaidia kuanzisha biashara zao zilizoteketezwa pamoja na kuangazia changamoto mbalimbali zinazowakumba mbali kama wafanyi biashara nchini. Hata Biblia inasema kuna kila jambo iko na wakati wake, so siku ya kuomba kura ikifika, hata sitakuwa na suti, sitakuwa na tai, mimi nitaveva shirts nitavaa sijui nini, tunyoroshane na wale wengine. Kila mtu aseme vile alisaidia watu ya Gikomba wakati walichomeka, si namna hiyo? Ule mwingine ambia watu ya Mudhurwa ama watu ya, ya, ya Marigiti vile aliwasaidia wakati alikuwa na nafasi, si namna hiyo? So we are not worried, what we are doing, we are doing what government does government zaidi ya hayo Kindiki amebaini kuwa ujenzi wa soko unaoendelezwa na serikali katika maeneo mbalimbali nchini unanuia kuwasaidia wafanyabiashara kuwa na maeneo mwafaka ya kuendeleza biashara, maeneo yatakayokimu mahitaji yao muhimu kama vile maji, nguvu za umeme na vyumba vya kuwanyonyesha watoto.